Biblia nasema kwa njia ya imani Ibrahimu alipojaribiwa, Ibrahimu alipojaribiwa alimtoa Isaka sadaka. Sio atamtoa. Aa, alimtoa Isaka sadaka. Alikuwa tayari kumtoa mwanawe tena wa pekee. Aha, Biblia nasema alikuwa tayari kumtoa mwanawe Isaka wa pekee. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa swali langu liko pale pale, aya gani katika Biblia inayosema Ibrahimu alipojaribiwa kwa imani akamtoa mwanawe Ismaili sadaka ili awe ametolewa? wahadha Salamu aleikum. Naam, karibu mwenyekiti, kwa kwa ajili ya kumwinua mwalimu aya shekhe mdogo, nadhani unaeleweka lakini kaeleweshe zaidi, karibu. Asalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu. Mi naamini pasta, wewe umesoma. I think you have gone to school. Sasa inavyoonekana kwamba, yani unasaidia upelelezi, umesaidia upelelezi kwenye kesi ishe mapema, lakini pia akaleta hoja, akarudia maandiko yale yale. Unaona, mimi nilivyoenda kitaalamu, tunaona pia mwanao wa pekee. Sasa ismaili na Isaka aliyokuwa pekee nani Ismaili na Isaka aliyekuwa wa pekee nani kwa baba yake Ibrahimu? Na ingekuwa kwamba Ismaili na Isaka, maana yake hapo itakiwa sasa andiko isema umchukue mwanao mpendaye mwanao wa pili wa pekee. Haiji hapo wa pili kwa sababu ni watoto wawili. Ismaili ndio aliishi peke yake, eti wa pili anakuwa wa pekee? tangu lini? tangu lini? au ndio kanisani unafundishana hivyo? Yaani, wawili unaita wa pekee? Wawili kweli eh? Basi nyiwe wenzetu, nina matatizo. Lakini kama hiyo haitoshi, tumeona ndani ya Biblia, baada ya tukio la kutaka kuchinjwa, tumeona wale watu hawakurudi wapi popote, wamerudi Berisheba. Berisheba aliishi nani? Ismaili sasa ingekuwa kweli nyinyi wasome hapa, mgeleta hoja kwamba baada ya tukio lile wale hawakwenda nchi yoyote, walienda labda sehemu fulani ambako waliishi Isihaka, hamjatoa mpaka sasa hivi, mmekaa. Lakini hoja ya msingi ukauliza swali hapa kwa mujibu wa Qurani kwamba Sheikh Abdalla Farsy alipata kibali kutoka wapi? Amepata ndani ya Qurani kwamba inaonyesha Qurani kwamba Isihaka ni mtoto wa pili na Ismaili mtoto wa kwanza. dakika tano bado acha haraka, dakika tano bado. Swali zipya nisikilize ni, kwa mujibu wa maswali uliouliza, kwanza neno wa pekee sio wa pili, kwa hiyo Biblia inakataa unaposema wa pekee. nane nane Yeremia, labda tuwasaidie hapa. Yeremia nane nane, mwasemaje? Mwasemaje sisi nan? Ehe, ngoja kidogo <laughs> Shimbogo, swali la pili katika kujibu ni dakika tatu na zimekwisha pale, dakika tano tangu lini? Watu wote kuuliza swali la dakika tatu. Yaani aulize dakika tatu, kujibu dakika tatu na uzinga, wewe unisikilize. Tumefanya hivi kwa sababu ya muda. Mnaona katika mada yetu tulitoa dakika tano zikae 25. Kwa hiyo kama ndio hivi asiwe maswali mawili, sasa tunajibu kwa dakika tatu maswali mawili. Basi basi weka mtu mmoja kwa mtu. Kwa hiyo hoja ya msingi ni mtoto wa pekee ni Ismaili na leo sitaki kuchinjwa. Inshallah, ndugu zangu nitatimiza na kupatia